Ustawi digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Manispaa ya Kinondoni iliandaa sherehe maalumu ya kuwapongeza wazee wetu katika Siku ya Wazee Duniani. Ni siku ya heshima, shukrani na kutambua mchango mkubwa wa wazee katika maendeleo ya jamii yetu. Leo ni siku ya furaha, tumeweza kuadhimisha maadhimisho ya wazee kiwilaya ambapo mkurugenzi wetu ameweza kutuwezesha kuweza kufanikisha hii sherehe au shughuli ya wazee. Kitaifa imeweza kufanyika mkoani Ruvuma, ambapo tumeweza kuweza kuwasafirisha wazee wawili pamoja na ustawi wa, wa jamii mmoja, lakini kiwilaya tumeweza kufanyia hapa katika ukumbi huu kwa ajili ya kukaa na wazee wa kata zote za manispaa Kinondoni. Sherehe hii iliwakutanisha wazee wa wakilishi kutoka kata ishirini za manispaa, ambapo walipatiwa huduma za afya kutoka hospitali ya Magomeni, elimu endelevu ya afya, kupimwa shinikizo la damu, kisukari na matatizo ya moyo, kuhakikisha wanaishi maisha yenye afya na furaha. Kama maadhimisho ya siku ya wazee duniani, tulikuwa tunajaribu kuangalia katika vitu viwili katika shinikizo la damu ambao hali maarufu ishazoele kama tunasema presha na sukari, ambapo tumejaribu kuongea na, na wateja wetu, ambao ndio wazee wetu. Tumejaribu kuwapa elimu mbalimbali sababu viashiria vipi ambavyo mara nyingi vinasababisha watu kuingia katika tatizo la sukari na ugonjwa wa shinikizo la moyo. Wazee wengi wameonekana kwamba walao kwa hatua hii ambao wamefikia umri wao walionao tayari wameshapata elimu mbalimbali mbali kuhusiana na sababu viashiria vinaweza kupelekea kuweza kupata ugonjwa wa sukari na ugonjwa wa presha ambao tunasema shinikizo la damu. Mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni akiwakilishwa na katibu wa afya alitoa faraja na matumaini kwa wazee, akiwajulisha juu ya ubora wa huduma za afya na jinsi wanavyoweza kunufaika na mfuko wa bima ya afya ya CHF iliyoboreshwa. Idara ya afya manispaa Kinondoni imetenga fedha kupitia mfuko wa ICHF. ICHF kwa Kiswahili, kwa Kiingereza inaitwa ni Improved Community Health Fund. Yaani ni mfuko wa afya. Kwa hiyo kuna fedha tumeitenga kwa manispaa yetu ya Kinondoni, ambapo fedha hiyo itaandikiwa dokezo na dokezo hilo uh, litakapoandikwa, kwa hiyo tutatoa taarifa na aweza kwa wale ambao ni, ni, bima zao za ICHF zilizokuwa zimekwisha zitaweza kusajiliwa na manake, tuki zikisha sajiliwa, manake unapewa tena inakuwa upgraded kwa mwaka mmoja mzima. Si sawa eh? Kwa hiyo zitawasaidia ICHF nini, bima hizo zitawasaidia nyie muweze kupata huduma katika vituo vetu vya kutolea huduma, vituo 35, nikimaanisha hospitali moja ya Mabwepande, vituo vya afya tisa vilivyopo manispaa ya Kinondoni na zahanati 25. Zaidi ya afya, wazee hao pia walihimiza kudumisha amani katika nchi yetu, kushirikiana kwa upendo na kushiriki katika uchaguzi kwa amani na utulivu. Nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ambayo iko kisheria na kikatiba kuhusu mifumo ya watu kutukanwa, rais wetu kutukanwa, kunyanyaswa, anachezeshwa nini muziki ile ni mbaya sana, ndugu zangu, tukemee. Kama hata ni mitandao, basi wafanye utaratibu, serikali yetu waweze kuzuia mazingira ambayo ni machafu, kwa sababu na watoto wanaona. Kama zile simu zina shida au kuna kudhibiti, ni vizuri wadhibiti hiyo mitambo inayofanya likeji za nchi zikaenda nje. Leo tunatambua kuwa wazee wetu ni hazina kubwa ya taifa letu. Wao ni misingi ya maendeleo, maadili na jamii yenye ustawi. Hii sherehe ni sherehe ya shukrani yetu, heshima yetu na ahadi yetu ya kuendelea kuwatambua na kuwathamini. Wito wangu kwa jamii ni kwamba jamii iweze kuwa kuwatambua wazee, iweze kujua haki za wazee, kusema mzee ana haki ya kuishi kama mtu mwingine, sio kwa sababu ame ame umri wake umeenda ndo aweze kunyanyaswa au kukatishwa uhai kwa kuuawa hapana. Ana haki ya kuishi, lakini pia mzee ana haki ya kuheshimiwa katika jamii, sio kunenewa maneno mabaya. Ana haki ya kushirikishwa kwa jambo lote linaloendelea endele, katika jamii na kwa mfano saizi katika tunapoendea uchaguzi mkuu, ana haki ya kupata taarifa ya uchaguzi mkuu utakuwa utafanyika lini. Ana haki ili aweze kushiriki kumchagua kiongozi anayemhitaji anayemuhitaji. Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.